Ha, toa, toa, toa. Watu watatu wamefariki kufuatia ghasia za siku nzima hivi leo kati ya polisi na bodaboda mjini Kilifi no, asia hizo zilizuka kufuatia kisa cha kijana mmoja wa bodaboda ambaye inadaiwa alishambuliwa jana na majambazi katika eneo la Bofa mjini Kilifi na ambaye aliaga dunia katika hospitali ya Kilifi hivi leo alasiri. Kwanza nitoe rambirambi zangu ama nitoe pole zangu kwa wanabodaboda wa Kiwandani, Mkoroshoni kwa Mwango, kwa mkasa uliowapata ikiwa ni vijana wenzangu katika makabiliano makali yaliyozuka hivi leo kati ya polisi na wanabodaboda hao Vijana wawili walifariki kutokana na majeraha ya risasi <tiple> makabiliano hayo yalianza mapema wakati wa asubuhi, wakati vijana wa bodaboda katika eneo la mweza ng'ombe, kichinjioni, kiungani mwa mji wa Kilifi walipoandamana na kuteketeza nyumba inayodaiwa kuwa ya mshukiwa wa wizi na uuaji wa kijana huyo aliyeshambuliwa hapo jana, lakini hawakumpata mshukiwa huyo ambaye inadaiwa alitoroka katika hali isiyoeleweka. Kuna mmoja kati ya washukiwa ambao wamepatikana ama wamegundulika kwamba ni mmoja wao, na kama hamaki za vijana na taharuki za bodaboda wamechukua hatua ya kutaka kumkamata yule bwana, lakini kufikia sasa bado haijawezekana. Polisi walikuwa na wakati mgumu kukabiliana na vijana hao wa bodaboda waliokuwa na ghadhabu wakidai mshukiwa huyo anafichwa na polisi, na ambaye wanadai amekuwa akiwahangaisha kwa muda mrefu. Mimi chenye nataka gavana wetu wa kaunti hii 003 ili jambo hili litatue. hili wewe unataka tutam, basi dili na hili jambo hili kwa sababu tumechoka. Sahihi ni kijana wa saba, sahihi eh, wanakufa alafu serikali imenyamaza zii ni nyinyi tu na kuongea tu, kama watu wamekufa mwenda huu, sijui mnapeana sijui rambirambi, hiyo inatusaidia na nini? Sisi tunahitaji mfanye hii swala hili tulitatue, hili vijana wanapotea, beki zenye za mkopo tunang'ang'ana, sisi utumi wetu uko chini, alafu nyinyi taenda mtu anatua na tumemjua, alafu stilinii matutumia watu wanatuchukua mambo gani tena. Huyu mtu ni muhuni, miaka mingi ameua watu wengi sana, na sasa hii afadhali watu watuachie tumalizi pia, situsike maanake, ni muizi ni muhuni wa watu iwachangia serikali ile, kwa nini inamtetea serikali? Hali ya mshike mshike ilianza mapema wakati wa asubuhi, wakati vijana hao walipoanza kuwashambulia polisi kwa mawe, huku wakifunga barabara kati ya Kilifi na Malindi katika eneo la Mweza Ng'ombe na Kibaoni, na ghafla hali ikabadilika na kuwa makabiliano makali kati yao na polisi walikuwa wameshawasha ile nyumba wale jamaa wa pikipiki ambao walikuwa na, na, na, na, na, na, ni, na ile tahamaki ya kwamba lazima venye ametupotezea ndugu zetu kila siku lazima na ye leo tumwangamize. Sasa walipokuwa wameshaona wametoma ile nyumba wakajua kwamba ule jamaa hayuko, wakawa waka wamefuka barabara, wengine hata wameshafika kwenye highway. Sasa polisi walipoingia pale wakaanza kukimbizana, kimbizana, lakini baadaye kuna gari ya moto ilikuja pale, ile gari ya moto nayo ilipigwa, ilipigwa mawe mpaka ikatoroka polisi nao walipokuja pale wakaona hichi kiza zake imekuwa kikubwa, wakatoroka. Lakini baada ya muda sasa, wale maboda boda walipotawanyika, walipoona wamechoma ile nyumba, baada ya muda wakapata information kwamba yule jamaa ameonekana, lakini ameingia nyumba nyingine. Hasa ile nyumba ilipokuwa imevamiwa, ndio kukaja polisi wengine. Kuna afande huyo aliingia akiwa peke yake, aliona kama wenzake wamefika pale, alivamiwa sana huyo afande, lakini naye akatafuta mwanya akaingia. Sasa raia wakaamini kwamba hawa polisi wamekuja kusaidia huyu mtu aweze kutoroka. Kuna wakati ilikuwa mguni ponye kwa wanahabari, katikati ya mawe ya waandamanaji na vitoa machozi vya polisi. Tuko katikati ya makundi mawili yaliyogawanyika tangu wakati wa asubuhi hapa, ambapo wananchi ambao wana ari ya kumtafuta mshukiwa wa wizi, wengine wakidai ni mshukiwa wa mauaji, wana lengo la kuchukua sheria mikononi mwao, huku polisi wakichukua sheria ya kuzuia uchukuaji wa sheria mikononi kwa kumtafuta huyo mshukiwa . Vijana wawili walifariki kutokana na majeraha ya risasi kufuatia makabiliano hayo ambayo yaliendelea kwa karibu siku nzima, huku mshukiwa aliyesababisha vurugu lote hilo akiwa hajulikani ni wapi alikotorokea. nikiripotia Coco FM